h on very well uh, members of the public have been able to give their comments and uh, for those who have not had an opportunity to do the same today they can still do it through uh, memoranda I know an address has been given and they can still channel their uh, contributions uh, through that uh, contact that has been given natunashukuru serikali yetu sana sana uh, rais wetu Ruto na sisi tuchali kabisa, kama sisi wananchi wala ambao wa chini kabisa, na sisi angalau, na sisi tupate something kama vile elders. Na usisahau hao hawa wala ambao wako tangu, wakifanya hiyo kazi bila hata shilingi. Tunakuomba na hawa wawe the first priority kupewa hiyo kazi, sio wala wengine watakuja kufanya, na vile ambao tumesema wakiwa ni vizuri wawe sio ati wawe wamesoma. Unajua, kuna mwingine amesoma lakini, anasoma mambo ya kusoma na kuna mwingine alisaliwa na mambo ya kusaidia wananchi katika kijiji. Nashukuru sana wa President kwa kukuja kwa sababu ya hiyo lengo ambayo ame, hiyo msuada ambayo ameleta kwa wananchi ili wakaweza kui, kuitatua ili ya kwamba wazee wakaweza kuanza kupokea sarari yao. Hiyo pia narudishia President wetu nasema ni asante sana kwa hiyo nafasi ambayo amechukua, amejua wazee wa kijiji wanafaa kuangaliwa na wanafaa kulipwa katika ile kazi ambayo wanafanya. Sisi pia tutambulike pale mashinani, kazi yenye tunafanya kama village elders, tulikuwa tumevolunteer. Na tunashukuru rais wetu kwa kuanzia leo, amejua sisi pia tuko na tunafanya ile kazi pale mashinani vizuri sana kuanzia leo tutaenda kuifanya vile, tutaifanya vizuri kabisa kushinda vile hata tulikuwa tuna volunteer.